Yes, bana siku ya jana ikumbuka kwamba mechi ya Simba iliweza kuchezeka ambapo ilikuwa ni moja kati ya mechi ambazo bana zipo kwenye eh, kile kiporo ambacho pia Simba waliweza kukibakiza. Moja kati ya mechi ambapo pia watu wengi walikuwa wanaisubiri kwa hamu sana kutokana na the way ambavyo Singida Black Stars kwa sasa hivi wanakuwa wanashika kasi sana kwenye swala zima la soka. Ikumbuke kwenye msimamo wa ligi Yanga naongoza akifuatia Simba then Azam afu na mtu wa nne ni Singida Black Stars. Moja kati ya timu ambazo pia wanatofautiana point chache sana na eh, Azam. Enda I told you kwamba eh, Azam pamoja na Singida Black Stars ni timu ambazo kwa sasa hivi zinaweza eh, kung'ang'ania kushika nafasi ya nne ili ziweze kushiriki katika eh, swala so zima la kombe la shirikisho eh, la barani Afrika mwaka 2025 26, msimu ambao unategemewa pia eh, kuweza kuanza. Lakini Simba na Yanga mpaka sasa hivi tunaona kabisa kwamba wao direct kabisa eh, bwana, wataweza kushiriki mashindano ya CAF kama eh, mabingwa wa Afrika, na kwenda kushindania kombe hilo. Sasa maneno amekuwa ni mengi kuhusiana na tetesi nzima za usajili e, kutokea hapa Tanzania lakini pia vilabu ambavyo vikuwa vinapatikana nje ya mipaka ya Tanzania nikimaanisha South Africa, Morocco, e, na nchi zingine tofauti tofauti ambazo pia zinakuwa zinahitaji wachezaji kutokea hapa Tanzania, kama Ivory Coast, ASEC Mimosas pia imekuwa ni moja kati ya timu ambazo zinatoa sana wachezaji kutoka kule theno na kuja bana huku Tanzania. Lakini pia story kubwa ni kuhusiana na bana aliyekuwa kocha wa kikosi cha Yanga kabla ya kuweza kumkabidhi Gamondi eh, Master Gamondi alikuwa ni eh, Nasir na, eh, Bin Nabi ambaye kwa sasa hivi yupo kule nchini eh, South Africa anawakinoa kikosi cha Kaizer Chiefs. Sasa amekuwa ni moja kati ya watu ambao pia akiwa nakubali sana vipaji vya wachezaji kutokea hapa Bongo hasa katika timu ya Yanga, Simba, Azam na timu zingine kibao. Alikuwa ni kocha ambaye pia alikuwa anakubalika na kila mchezaji kutokana na kile ambacho alikuwa anakifanya uwanjani, lakini pia katika masuala mazima ya kuweza kuwafundisha eh, kuwa wachezaji baina ya mbinu tofauti tofauti ambapo pia anaweza kusaidia bana hata Yanga pia kuweza kuchukua makombe kadhaa eh, kwa mfululizo. Lakini siku ya wa jana, wakati timu ya Simba na Singida, wakati mechi inaendelea, pia Nabi anaweza kuhudhuria, kwa sababu ikumbuka kwamba kwa South Africa kwa sasa hivi ni ligi ambayo pia imekwisha kusimama na tunaweza kusema ligi imeisha kule tayari, pia mabingwa washafahamika, and so bana Nabi ameamua kuja kuja huku Tanzania kuendelea kupiga stori, lakini pia eh, kuweza kusaka labda vipaji kwa kwa, kwa kwa, kwa mawazo ya watu wengi sana ambao pia wanakuwa wanapatikana hapa Tanzania, kumekuwa kuna timu nyingi lakini pia e, wachezaji wengi ambao pia kumekuwa kuna, kuna tetesi za kusema kwamba anataka e, kuwachukua. Tetesi ni nyingi kwamba anakuja kwa, kuondoka nao e kuweza kuwasaini katika e, timu yake ya e, Kaizer Chiefs. Kuna tetesi pia ziliongelewaga kwamba e, bwana Pakome Musonda pamoja na Mzize ni moja kati ya watu ambao pia Nabi amekuwa akiwaangalia kwa jicho lingine. Lakini bwana, mara baada ya kufika kwa sasa hivi e, kuna story ambazo zinasemekana kwamba e, Nabi amekuja hapa Tanzania na ameshakwisha kuweka appointment ya kukutana na Faisal Salum ambaye anakitumikia kikosi cha Azam kwa sasa hivi waweze kukutana bana kule Zanzibar. Sasa nini ambacho kinakwenda kutokea, kwa sababu hajataka kukutana naye sehemu nyingine yoyote zaidi ya huko Zanzibar. Tunajua kule ndio nyumbani kwa kina Faisal Salum, au ni maongezi yapi ambayo Nabi anataka kuyafanya yeye pamoja na Faisal Salum, kwa sababu ikumbuka kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao pia ameshawahi kuwafundisha yeye kati yuko na kikosi cha Yanga na kwa na na, na, na, na na muda kidogo saa hizi kwani kama eh, ni msimu wa pili huu unaelekea akiendelea kukinoa kikosi cha Kaizer Chiefs. Sasa maneno haya, je, ye, yatakuwa ni kweli?